Tunaambiwa kuna mzimu wa Katabi. Sasa mzimu wa Katabi ni nini? Lakini Katabi sio mzimu, Katabi ni pepo au jini. Tunaweza tunawezika alikuwepo kalne na kalne, ina na desturi za Wagongwe ambazo ziliweza kuhifadhi maliasili zamani kabisa, huku huwezi kuja paka atoe lusa yeye kwanza kwa tunasema, havosiko yaani sehemu yenye mazingira mazuri panakuwa ni kwa Katabi au kwa Wamweli, kwamba pale kwa mba, uh, Katabi siende n. Kwa namna hiyo ndio walikuwa wanatunza Katabi. Pia amekuwa ni sehemu ya kivutio kwa watalii ambao wakisikia kwamba kuna kitu kinaitwa Katabi kinapatikana Katabi na watu bado wanafanya ile mila na visuri ya kuja kuabudu na mambo yao, kweli yanafanikiwa wakati wanabadilishana. Sasa Game reserve kuja meshotua walileta vipeperushi kwanza, e, kutoa elimu e, hatutaki ujangili, hatutaki kusikia kwamba sijui masikali wamepambana na majangili kule wamejeruhiwa, ah. Kwa mfano, visingelindwa tangu kipindi hicho Wezekana kizazi chetu kisituia tunasoma no tu kwenye vitabu kwamba kulikuwepo tembo, kulikuwepo nyati. Unaisishwa tuhalisishe TANAPA Podcast hifadhi zetu sauti yetu.